Kile watu wajui Rashid za football. Mhm. Football na uzuri, watu wanaomjua Rashid hata the likes of akina Kimanzi kina nani, watu wanajua kijana alikuwa football. In fact most of them wanamwambia wewe uli waste time yako kwenda huko kwa nani, ungeendelea na mpira, umenielewa? So he is passionate. Anasema mimi sasa hivi niko na links ya kuweza kubeba wenzangu. Mimi siku hakuna mtu alini scout but right now I know people so kwa nini nsitumie? Waona vile tunatumia tuna, fursa yangu ya usanii yes. Ndivyo yeye anavyotumia fursa yake Yambira. ya mpira ya kandanda yes. Mm -hmm. Mm -hmm. and the dad babaki pia alikuwa akifanya mm -hmm. leagues mm hapo -hmm. matunga matuga mm -hmm. ah. umeelewa mm -hmm. so anasema mimi naendeleza legacy ya babangu mm -hmm. Legacy ya mzee By kama kungekuwa na jambo lingine, sidhani kama tungefika 6th uh, edition mm -hmm. kama uliona last minute tulihama kwa Ali Stadium. Mm -hmm. Yeah, Tulkua yeah. Tulikuwa tufanye wa Mm. But then again, alinua simu akamwambia gavana I need the stadium. Oh. Na ukumbuke stadium kwa haijafunguliwa rasmi. Lakini akatufungulia mlango. Na tukajaza stadium. Mm. Mlangu, mm. stadium. Mm -hmm. So tunataka ushirikiano kama huo. Mm. Sio kwa gavana pekee, paka kwa hao viongozi wa chini. Mm. So hao viongozi wa chini wasi feel intimidated. Okay. In fact, hata mimi nashangaa wanafaa waikumbatie ndio iwasaidie wao. Mm. Kuna, kuna hofu ambayo hamuelewi na viongozi eh, si? Kwa nini hawakumbatii yale mnapeleka? Yes. Yes. Mm -hmm. Which is very bad. All right.